Wakati Amfre Polepole anaanza kuongea, alisema waziwazi ya kwamba alifanya kosa akiwa chini ya serikali ya Rais Magufuli. Alifanya kosa la kushiriki kuhujumu haki ya kidemokrasia ya kuchagua kwa kuunganisha mfumo wa NIDA na mfumo wa chama cha Mapinduzi pamoja na mfumo wa tume ya uchaguzi. Wakatoa ikiitwa neki, sasa haina neki. Maana yake uki, ukiwa na NIDA tu dakika moja unaweza ukashangaa, hata kama wewe ni John Heche ukajikuta tayari una kadi ya CCM kama mwanachama. Wewe ni Tundulisu lakini una kadi ya CCM kama mwanachama. Ni ajabu kwamba utake usitake kila raia ni mwana CCM sio kwa sababu sehemu ni mbaya nzuri, ila kila raia ni mwana CCM by default kwa sababu ya kuunganishwa kwa ile mifumo. Jina hili linaweza likatolewa huku likaingizwa huku. Aliposema hayo, wakaja weu mazwazwa matahira, viongozi wa Heineck pamoja na baadhi ya wapumbavu kama Gerson Msigwa wakaanza kujaribu kupotosha ukweli kwamba amna ni uongo athibitishe nne. Lakini Mungu ni Mungu wa nyakati na majira, ameruhusu ukweli uwe hadharani. Juzi tarehe ishirini kama sio ishirini na moja ya mwezi wa kumi kule jijini Mbeya, msimamizi wa uchaguzi amejichanganya, amesema kama umepoteza kitambulisho chako cha kupiga kura, wala usijali, wewe njoo upige kura, ila njoo na leseni, njoo na pasipoti, njoo na leseni na, na, na, na pasipoti eh, uh, yaani vitu vya namna hiyo eh, uh, au kitambulisho cha NIDA. Hey, kitambulisho cha NIDA, pasipoti, leseni, hivi vimeingiaje? Vimeingiaje, vimechukuaje nafasi ya kwa mpiga kura? Aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa NIDA majina ya kitambulisho mbadala atakayowasilisha yawe yanafanana na yaliomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi, kama ulijiandikisha na jina lako lipo kwenye orodha ya wapiga kura kwenye kituo husika na bahati mbaya umepoteza kitambulisho cha mpiga kura, fika na kitambulisho wapo kati tajwa ambacho kitambulisho kama kitambulisho mbadala. Au kitambulisho kati ambacho kama leseni. Hivi vimeingiaje? Vimeingiaje, vimechukuaje nafasi ya kitambulisho cha mpiga kura? Kwa hiyo, kwa mtu mwenye akili hata ya darasa la saba feria, anaelewa kwamba tayari mifumo inasomana. Kwa hiyo sasa iko hivi, hiyo tarehe 29 ni siku ya ambayo wao wanataka kwa nguvu zote kwa nguvu zote kwa nguvu zote raia wafike ili kujustify namba ya ushindi ambayo wameshaiandaa. <laughs> Yaani ndio maana wanakazana kwamba maandamano yatakayo kuwepo ni ya kupiga kura. Lengo ni nini? Mtoke mkajustify kama ameshinda, kwa labda wafanye kwamba akubariki ameshinda kwa asilimia hamsini na mbili eh? hizo zimeshaandaliwa. Kwa hiyo warau ionekane kila kituo kimefikisha hata watu mia tu, waliofika ili wao wa exaggerate na kutengeneza picha kwamba watu wakipiga kura, watu wakitimiza haki yao ya kikatiba. Kwa hiyo kwa hali hiyo, tunakuwa tumetoa jumla mfumo wa haki wa kuchagua na kuchaguliwa katika taifa. Sasa njia pekee iliyobaki ya kurudisha haki ya wananchi kuwa mabosi wa raia, wananchi kuamua nani hawe kiongozi wetu, wananchi kuamua nani atuongoze, diwani, mbunge na rais, imebaki tarehe ishirini na tisa sisi wenyewe kuwa walinzi wa kila anayetaka kutoka kwenda kupiga kura. Mama anataka kutoka kwenda kupiga kura, kama atafunga kamba, weka ndani. Kaka anataka kutoka kwenda kupiga kura, tia vibao, fungia ndani. Sijina, nataka kamata wote weka ndani. Sisi wenyewe tunawaroka puko huko ndani wote, ambao hawana akili ya kuelewa mambo madogo kama haya, fungia ndani vichaa wote hao. Hatua inayofuata tunatoka wote kwenda kwenye vituo kuchoma kura feki, kwenda kwenye vituo kukomesha ujinga na upumbavu wa kura za kutengeneza. Watu wasipoonekana vituoni, ikaonekana ni vituoni hakuna watu, au kuna vituo vimechomwa au vimezuiwa, kila mmoja atajua ya kwamba kukuwa na uchaguzi. Kwa hiyo hakuna cha kutangaza. Hii si kijijini, si kata, si wapi. Na najua video hii itakwenda itakwenda, itafika kila kijiji. Hakuna wakuizuia, ina nguvu za Mungu nyuma yake. Kwa hiyo kila mmoja jiandae kuzuia weu watakaotaka kwenda kujustify uchaf, uchafuzi. Kwa hiyo, hii ni sababu tosha, hautakuja kuwa na uongozi na utawala wa haki na mfumo rasmi wa haki wa kuchagua na kuchaguliwa baada ya sasa. We have to stop this, na hii ni sababu kubwa ya muhimu kwa nini Oktoba 29 kila mmoja tunatoka kuzuia uchaguzi wa kijinga . Kwa wale ambao mnahofu kwamba uh, polisi nini, vile vigari walikuwa wanapitisha pitisha, ile ni kutimiza wajibu. Askari wote wa chini ni waelewa, siku hizi kila mtu ana simu smartphone, wanashinda kwenye peji za mange na wengine wote wenye akili. Kule Nepal nchi ilikombolewa kwa sababu ya social media. Wala si kwa sababu ya eti viongozi wa kisiasa mno. Watu waliokuwa na akili wanasema, kama tunavyopaza sauti, hao ndo waliosababisha nchi katoka mikononi mwa wakoloni. Kwa sababu askari walikuwa na awareness, walijaribu kuresist kama saa moja, walipoona wananchi wanakuwa wengi na wanakuwa wakali, wakawa wanavua sare wana join. Kwa hiyo ni kupe siri watajoin askari, wote wana akili, wamechoka kukaa kwenye grevi banda, wamechoka kukaa kwenye maisha ambayo sio yao. Askari ambaye anajitesa, anajitayarisha kupambana na hali ngumu, analipwaje hela pungufu na na mfanyakazi wa TRA? Askari analipwaje pungufu na daktari? Kwa sababu daktari ni kweli anaponya wagonjwa, lakini askari anamlinda daktari. Askari, nisikilize mimi. Tukishafanikiwa kuiondoa hiyo serikali dhalimu, hapo utalipwa mshahara mzuri. Kwa sababu pesa ipo. Pesa wanakula akina Abduri. Pesa wanakula akina Kiziga. Pesa wanakula kina Kikwete na, na vitoto vyao. Pesa ipo, pesa ipo, nchi na hela. Kwa hiyo uhakika wa maisha mazuri hupo. Simama na wananchi, tuitoe nchi kwenye makucha ya watu wachache, tuweke utaratibu mzuri wa kuiendesha nchi, katiba inayoeleweka na mfumo wa kuwajibishana wa hapo kwa hapo, alafu tuone kama kweli nchi haina hela ya kulipa wewe, hela ya kima cha kama cha daktari tuone kama mwalimu anastahili kulipwa, lakini ni ngapi? Wote walimu daktari wote professional wote, zote zina haki sawa, na inawezekana hela zimejazana. Mtu amekopa kutoka trilioni sitini mpaka mia moja karibu na ishirini sasa yaani zaidi ya, ya marais watano wote, na bado hali ni ngumu hivi na bado lina hiba ni well, Oktoba 29 tunatoka kuzuia uchaguzi wa kitaifa. Mungu wabariki. Mungu watunze. Ni mwenzi kidogo pole pole.